Kwa kupata matokeo mazuri kwao. Sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu hao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi tatu. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa, kwa maana wewe, a a, lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga, unataka upate nini, unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi kwao. Mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi, matokeo ina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili, aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah Nimeshapokea uh, taarifa yoyote ya kwamba timu mgeni um, mm. atakuja kufanya mazoezi ya mwisho naje, mkipokea hiyo taarifa, nauhakikishia umma kwamba zile rafsha rafsha mm. ambazo zinaiwa kutokea mchezo uliopita mm. hazitatokea, maana kwamba mtapokea kwa moyo ilijuamoja themanini na nne nne saa nne, taarifa rasmi imejatoka saa tano. Yes, yes, tutakuwa mm, na mkutano wa habari hapa mm, tutaelezea masuala yote ya kiuendeshaji leo hapa atari. Nimemwalika tu e, sio mkutano wake huu e, msingi wetu hapa ulikuwa ni kuelezea masuala mazima yanayohusu ticketing. Hiyo ndio ilikuwa mada kuu, kutoa taarifa rasmi ya, e, ya mchezo na masuala yanayohusu ticketing, uendeshaji na kila kitu. Ikiwemo technical issues tutazungumza kesho hapa hapa Sahihi kabisa ni kesho, hiyo siku moja kabla mm. ya mechi tutazungumza masuala mengine. Anasai karibu kwa swali la, ili litakuwa la mwisho kwa sababu ili tayari mimi nimesha lijibu. wachezaji namba mia moja themanini na nne mm. maendeleo yao zangu. La pili, swali kwa wa okay. so, la kwanza ni technical, tutamuuliza kocha kesho analijibu hilo. ili la wachezaji ili itaelezewa kesho hilo, tutaelezea tutaelezea kesho swali. so, la pili linahusisha uhakika eh, wa Young African Sports Club kwenye hiki e, kitu ambacho kinakwenda kufanyika. Ali unaweza ukaelezea hili kwa sababu en kadi e, ni watu wenu e, unaweza ukaelezea namna ambavyo mnaamini hizi siku mbili zinatosha kukamilisha hilo jambo. La majeruhi atajibu kocha kesho. Maandishi si mnaona lakini eh? mechi ngumu hii nimepangiwa <laughs> <laughs> <De>, beki <laughs> Bala nafata utaratibu ulivyo ndugu yangu eh? Eh, kiongozi wetu hapa Karimu Imanda ambaye ndiyo eh, afisa habari wa bodi ametoa maelekezo na tunayaheshimu. Masuala ya tekniki yatajibiwa ya ya kesho, nani anaumwa nani mzima kesho eh. Langu lilikuwa lipi la Ncard. Sawa. Sisi kwanza, kama klabu tumeshafanya kazi na Ncard kwa muda mrefu, na mpaka tumeendelea nao msimu huu kufanya nao kazi maana kama club tathmini yetu ilituambia hawa ni watu sahihi, na tathmini hauipimi kwenye mafanikio tu, unaipima pia kwenye changamoto. What if ikiwa hivi, N-card wana kapasiti gani ya kuweza kusolve hizi changamoto? ko tujiririsha kabisa, pasi na shaka yoyote, ndani ya hizi siku, kuanzia leo kwa maana ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano, siku ya mchezo, kwa idadi ya watu ambao walikata tiketi, Tutaweza kuwahudumia na unajua, idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tuna, tuna, tuna tunaiashumu kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo sasa, wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia. Kwa la kwanza ni hilo, hawa ambao wamepoteza tunaashumu ni wachache, kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya machinani, na tunaamini walitumia kadi zile zile ambazo walikatia Tiketi za machi nane. Kwa hiyo tumeashumu kwamba idadi fulani lese ndo wamepoteza hizo tiketi kwa hizi siku tatu, Ncard wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi wanaoweza kuhudumia shida hiyo, na wanachama wa Yanga wakaenjoy. Kwa wale ambao walikuwa na tiketi zao, hao tayari tumesha solve na ameshajibu jibu lao kwamba wao waende moja kwa moja uwanjani siku ya Jumatano, karibu beki mkabaji. <sighs> Eh, Jamani hapa tumefikia mwisho wa mkutano wetu. Naamini kila kitu ambacho kilikuwa kinasubiriwa kufahamika, mm, eh, kimeshafikishwa kwenu na nyiye mtatusaidia kuwafikishia mashabiki wetu.